Ndugu zangu mkutano huu pangu mimi na mambo mawili, kabla sijasema neno la kuaga, natakiwa tufungushane na ishirini ishirini. Mwaka ishirini ishirini, chama cha mapinduzi kwenye eneo la Ruvuma ilani ya chama cha mapinduzi wakiwa wamenikabidhi mimi wakiwa wamenikabidhi mimi, nini tuliahidi na nini tumefanya mpaka wakati huu hili. Baada ya hapo, tunapoenda kusema maneno ya shukurani daima. Mwenye macho ambi nini, tukisema kama hujaona unasema hujaona. sisiemu oye, wakati tunaomba na tunatembeza ilani ya chama cha mapinduzi, tulikuwa na ajenda kuu nne tu na umbele, nidopi, gapi? Mengi, umbele, umbele, umbele, tulikuwa na vipaumbele gopi ngapi? Tuna mahitaji mengi, lakini vipaumbele vilikuwa kipaumbele cha kwanza, kipaumbele cha kwanza tulikuwa na eneo la afya, cha pili tulikuwa kwenye eneo la miundombinu, cha tatu wingi wa wanafunzi kwenye, kwenye mashule yetu Chama cha Mapinduzi mbele kilikuwa kimenitanguliza mimi, nyinyi mliamua kunipa jukumu hilo. Jamaa, tunapozungumza Chama cha Mapinduzi tunajua maana yake, Chama cha Mapinduzi ni sisi hapa. Sisi, oye, Chama cha Mapinduzi ni nani? Ila jukumu la kutangulia mbele mlinipa nani, mimi. Na eneo la nne kwenye kipaumbele chetu kilikuwa ni maji safi na salama naomba niseme kwa uchache kabisa, naomba niseme kwa uchache kabisa, kwenye eneo la miundombinu, ajenda yetu kubwa kabisa, ajenda yetu kubwa kabisa kwa sisi watu wa Ruvuma ilikuwa warau, warau tupate kipande cha nini cha lami ilikuwa warau tupate kipande cha lami. Kwa usikivu wa Daktari Samia Suluhu Hasani, mwanamama shupavu, msikivu, mwenye maono na upendo kwa taifa lake, kadiri ambapo tulienda kuomba mama akasema tunaleta lakini wakati tunapiga mchakato huo kulikuwepo na dada yangu mbunge wa viti maalumu anaitwa Jaklini Ngonyani Msongozi. Ni dada yangu sana, aliyenisaidia sana kwenye maeneo mengi kuhakikisha kwamba tunasukuma na mambo, anafanya nini, yanaenda, yanaenda tukafanikiwa kupata rami kilometa moja, tumepata rami kilometa moja lakini kazi inafanya nini inaendelea, lakini pia tulifanikiwa kupita kwenye baadhi ya maeneo kwenye mitaa yetu kujaribu kufungua baadhi ya barabara, na tulifanikiwa kwa kiasi chake. Na wakati tunaendelea, tulifanikiwa na zoezi nyingine, wenye vitu wanajua kwamba tulifanikiwa kuziingiza barabara 79 kwenye mfumo wa TARURA na kwenye bajeti hii tunaenda kwa kufanya nini? Kuzihudumia zile barabara sabini na tisa ambazo hazikuwahi kuingizwa kwenye mpango wa nini wa kuhudumiwa, saa hizi tunaenda kuzihudumia. Maana yake kwenye eneo la miundo mbinu tumejitahidi kwa kiwango hiko, serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hasani kwenye eneo la kata ya Ruvuma ametupa huduma hiyo kwenye eneo nini, eneo hilo la elimu, hatukuja chama cha mapinduzi akikuahidi ya kwamba tutaleta sekondari ya amali, kwa maana ya chuo cha ufundi, kwa maana ya chuo cha nini cha ufundi kinachobeba fani mbalimbali, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye ametuletea fedha shilingi bilioni moja na milioni mia sita Wale watu ambao wajapata bahati wanatakiwa wafike pale kwenye eneo la wazungu, wataona majengo yanavyoenda.